Vision 2030 madini ni maisha na utajiri. Kwanza napenda nichukue nafasi hii kushukuru kwa ugeni huu mjumbe wetu wa uh, NEC kijana wangu Muftini Ussi, karibu. Na ujiskii huko nyumbani. Mwanzo wa mkoa wa Manyara ni kwa muasisi hapa. Yale mazuri utakayoyaona hapa uende nayo jumuiya ya vijana ni fagio vijana subai yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. watingata yeah. asanteni sana wananchi wa kiteto mmeendelea kukiamini chama cha mapinduzi mmeendelea kuiamini serikali ya chama cha mapinduzi. Haya maendeleo mnayoyaona, mashule yanayojengwa kwenye kata, miundombinu ya maji, ujenzi wa mahospitali, ujenzi wa madaraja, ni kazi inayoendelea, kwa sababu chama hiki ni chama ambacho kimedhamiria kabisa kutatua matatizo ya wananchi nchi nzima. Leo inasikitisha kumuona mtu ambaye alikimbia taifa wa katiba ile ile ya Tanzania awe, ameweza kurudi kwenye taifa letu, anasimama kusema eti, hey, Mama Samia hajafanya kitu. Ndugu zangu sisi kule Zanzibar tunasema, baniani mbaya kiatu chake, baniani mbaya kiatu chake. Kwa nini nimeamua kuyasema haya? Ni kwa sababu vyama hivi vinazunguka nchi nzima kupotosha wananchi. Vyama hivi vinazunguka nchi nzima kuzungumza ajenda za kuhatarisha amani na utulivu wa nchi yetu. Ndugu zangu, maendeleo haya ambayo tunayapata hapa Kiteto ni kwa sababu nchi yetu imeweza kuwa na amani kwa miaka yote tangia tupate uhuru kwenye nchi yetu. Kwa pamoja tukaridhia kwamba mama Samia nitano, tena bado sijasikia mama Samia nitano Ndugu zangu, dhambi ya ubaguzi ni sawa na kula nyama ya mtu, alisema baba wa taifa Mwalimu aasa. Kwa hivyo, ndugu zangu, nawaomba sana tusiende kuchagua viongozi kiushabiki. Wilaya Kiteto mpaka sasa serikali ya Daktari Samia suluhu Hassani kwa miaka minne tumepokea zaidi ya bilioni 157 ambayo imetekeleza miradi mbalimbali ndani ya wilaya hii, miradi ya maji Kiteto. Wakati tunatafuta kura, miaka mengi imepita tukua tunapata asilimia 37 pekee yake. Tunapozungumza sasa, tunazungumza habari ya asilimia 70 na kwa bajeti inayoendelea sasa, ambayo mwisho mwezi wa saba tutafikisha takwa la ilani la asilimia 85 kwa 95. Lakini mtandao wa barabara Kiteto ni kubwa kidogo, zaidi ya kilomita 1291. Lakini umeona hii barabara kubwa hii Wakati tunapita pamoja na mvua kunyesha, lakini bado inapitika kwa sababu inaendelea kutengenezwa kila wakati. Tunamshukuru sana dokta Samia kwa kuendelea kututengea pesa. Lakini ndugu Mnec, zahanati zaidi ya kumi zimejengwa ndani ya kipindi cha dokta Samia.